kwa sasa jukumu linalofuata ni kubwa zaidi kwa hiyo muda wote ule jiandae kufanya kazi kubwa zaidi ya hiyo ambayo ya umeifanya leo sawa hamna shida kama ni hivyo basi wewe nenda kapumzike kwanza afu baada ya hapo mimi nitakugea ratiba kamili ya kazi na hela yako nitakutumia kwenye akaunti yako ya benki umenielewa sawa hamna shida katikati ya vita ya nafsi anabeba mzigo wa dunia kimya kimya. Mama kitanda ni macho yanamwangalia na mtau na mbuta kwenye njia ya giza. Tears and blood, kicho kinachoea kwenye uso wa kijana nayepotea. Mibah anapigana hata bila tumaini. Tears and blood, hadithi ya kweli. Wechizi, wechizi, wechizi, we, we, we, we. Vipi katika eneo hili, maana nakuona siku hizi unalandalanda sana hapa. Napenda sana ukaa hapa, haujaona madampo ambao wanakaa machizi? Ushona hapa, tumeandika bango hapa, tunahifadhi machizi hapa. Anatoa mi macho tu, ila sema sawa. Hivi nyie machizi hivi nyie mnaumuaga kweli? maana tangeni pate uelewa, sije kusikia chizi kaumwa, kazidiwa, kapeleka hospitali na mnakula vichafu vibovu. <laughs> Usinifuate. Usinifuate. Usinifuate. mm. Sawa. unajua nini Maisha yangu mimi, mimi naweza nikasema kama chizi ambaye nipotimama, kwa sababu nimeangaika sana kutafuta pesa kwa ajili ya mamangu, lakini nakuja kupata pesa pesa tena ananiibia watu, anakana mikosi ambayo naniandama katika maisha yangu mpaka sielewi. Unisikia? <laughs> samani mimi imetokea tu kuvutiwa na wewe, ningependa wewe rafiki wangu, karibu sana. Maana sina mtu wakunisevu waku wakati wa shida, wakunipa faraja, alafu naona kama ushakuwa mgeni wangu, maana kila siku lazima nikuone hapa. Kwa hiyo, naomba nikiwa na shida, nikiwa na matatizo, nikiwa na stress yangu, nikae tu, tupige pige uchizi mimi na wewe okay. <laughs> nikutakie siku njema acha nikapumzike. na mawazo kibao nimepoteza pesa la kwenda kumsaidia mama wangu Na sielewi nani ya kunisaidia kwa hiyo bye tutanana siku nyingine damu itasafisha machozi Rafiki yangu wasasa, nimeenda kwa kijungu lakini anaonyesha hali ya kutojua lolote lile, kwamba kaniambia pesa ya juu zipo wapi, na nikajaribu kumwelekeza kwamba akanisaidia kuongea na Mr. B ili mradi anipe kazi ingine aweze kunirudisha kazini, lakini hajanikubalia, kanikatalia. Kwa hiyo nawaza hapa jinsi ya kwanza kumwingia Mr. B akubali kunigia kazi, maana akakataa, kaniambia niende mimi mwenyewe na, na shida ya pesa niweze kumsaidia mamaangu. Wewe unajua ushauri gani wewe kama wewe? Mana, kwa mimi kichungu nimewaza sijapata jibu lolote. Nishauri tu tu, kwa mfano nenda kukutana na Mr. B mnamwambia maneno gani? Makimwambia nini iweze kunielewa? Sio naongea naye, nijibu. Unashauri nini? Ile simu yangu nilokupigia ni ya matatizo. Nimekuita hapa nikueleze shida yangu. Hapa nilipo na shida ya pesa, pesa na pesa. Ninahitaji ni nyingi sana kwa karakaraka, niko na mtu mkubwa wakunisaidia ni kwa sababu nimehangaika mwenyewe. Kuna kazi niliingia nimefanya lakini watu wasiojulikana sijui akina nani, yani kama mikosi imeingia katika maisha yangu, sijui nisemaje. Yani pesa zile ngani nimeibiwa, ni pesa ambazo zilikuwa kwa ajili ya matibabu ya mama yangu. Nilikwambia sisi kwa mama yangu ni hospitali, na nilipewa wiki mpaka sisi zalisha katika siku kadhaa, na sijui nitapata wapi pesa, na hiyo sehemu ambayo nienda kuomba hiyo kazi niliongea maneno machafu kwa, sidhani tena kama wanaweza kunipokea na kunigea kazi. Kwa hiyo sh... lengo langu kubwa, naomba nisaidie kama una milioni tano Miba, milioni tano kwangu mimi sio tatizo, ni pesa ndogo sana kwangu, ila unachokitaka niwe kunikubalia ombi langu kwanza Nikubalie ombi langu mi ntakupa hiyo milioni tano, na unajua muda mrefu nahitaji wewe uwe na mimi kimapenzi. Kwayo nikubalie ombi langu, mi nitakugei pesa ukamtibu mama. Hebu kwa siriazi basi, nimekuita hapa unisaidie changamoto zangu, lakini wewe tayari unaweza kuongeza tena mambo yako mengine ambayo kwa sasa kwangu naona kama yana maana. Mi na shida ya pesa naanza kunipeleka kuna mapenzi wapi na wapi? Hebu kwanza jaribu kunisaidia kutatua kwanza tatizo langu, ndio ndipo tuangalie mengine haya baada ya hapo. Kwa sasa kweli mi na shida ya pesa, nakuomba please Wajua ni handsome sana, nikubalie ombi wangu dogo tu, mi pesa mpakupa hmm. Unanikataa msichana mzuri mwene shepu langu, namkubali ule chizi wako. Hivyo na akili kweli wewe? Vio. Yeah. Mimi seme, labda nashukuru kwa muda wako, lakini mi naona kama iwe basi tu, kwa sababu unaona kama unatumia shida yangu kwa kuninunua kwa hiyo. Milioni tano sawa ni nyingi, lakini siwezi kuuza utu wangu kwa hiyo pesa. Kumbuka pesa mi nataka nikamsaidia mama yangu. Kwa hiyo nashukuru, wewe unaweza tu ukaenda mbako, mimi nitajua, mi nitahangaika, mi wapi nitapata pesa, nitamsaidia mama wangu. Niutakie siku njema. Nisikie. Okay. Unajua, dunia sometimes, dunia tamu, dunia chungu kwa sababu imole dada yule ambaye kaja hapa nimemwita mradi nimwambie shida zangu, nimendo pesa lakini kakataa kunipa pesa, nimpe mapenzi yeye ndo anijie pesa